Hizi unazoziona hapa mbele ni keji za kuku wa mayai zenye uwezo wa kuingia kuku mia moja na sitini kwa keji moja, na hizi zipo keji saba. Mteja tuliomfungia amepata changamoto, akaamua kwamba hizi keji hawezi kuziuza. Keji hazijatumika hata mara moja, kama mnazoziona keji ni mpya, zimefungwa vizuri na hazina changamoto yoyote. Sema tu huyu mhusika amepata changamoto, kwa hiyo ameamua kuziuza hizi keji. Keji zinazouzwa ni keji zote saba, na kwa bei ni shilingi milioni sita kwa zote saba. Kwa hiyo kwa yoyote ambaye anahitaji kuchukua hizi keji, basi atupigie kwa namba anazoziona hapa chini, ili tuweze uh, kumfungulia na kuweza kumfungia upya kwa standard ile ile. Uzuri wa hizi keji ni kwamba una uwezo kuweka katika eneo dogo na wakaweza kuingia kuku wengi. Unaweza uh, ukatumia wafanyakazi wachache kwenye kuhudumia kuku wengi. Kwa hiyo nakushauri kama ulikuwa bado hujaamua kuchukua keji, basi keji hizi hapa zipo katika ofa ambazo unachukua kwa bei ndogo kabisa. Kwa sisi ofisini kwetu, huwezi uh, tukakuuzia keji kwa bei kama hiyo kwa hiyo hii ni ofa nzuri ambayo tunakuletea wewe mfugaji, ambao unahitaji kufuga kuku kisasa na ukaweza uh, kutumia bila kupata changamoto zote katika kuku wako. Utapunguza vifo, utapunguza magonjwa kuweza kuingia katika kuku wako. Kwa hiyo ni kushauri na ningependa yoyote aweze kuchukua hizi keji kwa sababu ni keji nzuri sana keji nzuri sana sasa hivi katika stoko yetu tumepungukiwa na hizi keji za mia sitini kwa hiyo kama wewe utakuwa ni uh, umejipanga kuweza kuchukua keji za ukubwa huu basi fursa ni hii hapa